Kubwa, au kocha mdogo na ukocha wa uh, daraja la kati ni mafanikio pia ambayo ameyapata. Kaichukua Selambuch kaipeleka kwenye eh, kwenye CAF Confederation Cup. Anajitanabaisha kwamba ana, komba, ana muscles ya kupambana mpaka kufika kule, na sio kufika tu kwamba ameenda kushiriki. Kafika mpaka hatua ya robo finali, anakuja kutolewa na Simba. Haikuwa kazi rahisi, lakini pia pia kairudia ile mara mara ya pili mpaka sasa hivi iko kwenye mashindano na anaondoka wa... kwenye daraja la kocha wa kawaida hmm, na kutokuweza kuingia kwenye daraja mkubwa, kocha mkubwa anakuwa kwenye daraja la kocha, wakati kwa sababu eh, ushindani wa kuchukua makombe makubwa ndo unakuja una, una kukupa picha kwamba mimi huyu ni kocha mkubwa, na ushindani wa vilabu vikubwa kumuhitaji na kutumikia inakuweka kwenye level hiyo, kwa hiyo Uh, Steve Barker ni, ni kocha wa daraja la kati ambaye kwa sasa hivi unaweza ukasema ana kitu ambacho akipata timu ambayo inampa vitu sahihi mm. kwa maana wachezaji na mazingira anaweza kafanya kitu kikubwa kwa maana ipi Selabuch kaingia toka 2007 mwaka huu ametimiza michezo 300 sawa akiwa yeah, pale Afrika 2017 eh? 2017 michezo 300 akiwa akiwa kocha wa Selan Buchi, umenelewa, amesherekea kabisa. Nitafutie makocha dunia nzima ambao wanaweza kakaa miaka hiyo mpaka. Yuko El Cholo pale Atletico de Madrid hiyo, yeah, of course, spingi tena muda mrefu zaidi ya hapo eh? Yes, lakini ni makocha wachache mm -hmm, lakini eh, kwa wakati huo yuko katika timu ya kawaida mm -hmm, mwekezaji wake sawa, akaweka pesa lakini pesa haikupi garantia moja kwa moja kwamba wewe utaenda kuwa timu kubwa, na ni timu ambayo ni, ni player supplier, yaani haikai na wachezaji yani, wachezaji akija ya ameshakuwa atakuja Mamelodi Sundowns atamnyofoa. mm. Atakuja uh, Kaizer Chiefs tamnyofoa. Kwa hiyo bado unaendelea kutengeneza timu, kwa hiyo ni kocha ambaye uh, yuko katika daraja la kati ambaye ana sifa, ana, ana, ana, ana za kuwatengeneza wachezaji kuwa pambanaji yeah, kutengeneza progress ya, ya timu kwamba tunataka kufika hapa, na mnafika, kwa sababu kama alikoitoa ilikuwa ya chini mpaka mm. yeah. mikafika hiyo level hizo level tu yeah, tunazungumzia uh, e, super sport, ndio alikuwa kwenye hizo level mm. si ndio mm. E, lakini yeye kafika hapo mpaka kuingia katika, katika mashindano ya ya CAF Confederation Cup mara mbili mpaka sasa hivi mm. tena mfululizo simsimu leo pita alikuwa hapo yeah. yeah. umeelewa? mm. Sasa ni kocha wa aina gani? labda tuseme kwa upande wa Simba ni yeah. kocha ambaye Simba hawataki kumbebesha mzigo mzito sana, kwa sababu timu ambayo alikuwa anaifundisha Steve Barker mm. ni timu ambayo haihitaji pressure, haina pressure kabisa, ndani anaenda kuifundisha Simba ambayo ndani yake ina pressure kubwa mm. unakuja Simba e, timu ambayo siamini kama ina vifaa vyenye ubora kama ilivyo seabuch Wana, wana, wana, wana, wana, wana full equipment ambazo ya mm, yani huwezi ukafanisha na Simba Simba. Tunakumbuka kuna kocha aliku, aliku, alikuja kulalamika kuna baadhi ya vitu ana hata atas, uh, Fadu, so, Davis anaondoka anaondoka asha kulalamika kwamba haiko, haiko full equipment. Kwa hiyo so, kuna baadhi ya vitu ambavyo tavikosa Simba, lakini kuna baadhi ya vitu vinaenda kumpa Simba. Simba ni timu yenye ushindani hasa mm, wa ligi ndani Umeelewa? Yaani kocha yoyote akishafika, wanamdai ubingwa, Selambuchi wanamdai mafanikio ambao mpaka akaafikisha pale mm. kwa hiyo, yuko katika mazingira ambayo Simba wanamdai lakini yeye mwenyewe anaidai Simba, kwa maana mazingira ambayo alikuwa nayo Afrika Kusini mm. mazingira bora ambayo wali, alipewa na uongozi yako tofauti atakavyokutana nao Simba pale. Walikuwa, walikuwa wa, tayari wameshamwamini mwamini, yeah. Ameshapeleka level, akisema anahitaji mchezaji fulani, anahitaji hivi, vyote vinafanyika. Je, yes, Simba atapata hivyo vitu mm. Lakini kwa upande wa Simba eh, wamempata kocha ambaye nasema kwenye mashindano ya kimataifa, sio sio sio Lena. Umeelewa? sio mtu anaenda kujifunza.